Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesema litaendelea kutangaza vivutio vilivyopo katika hifadhi za taifa kupitia maonesho mbalimbali yanayofanyika ndani na nje ya nchi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wake wa kuhakikisha lengo la kufikia watalii milioni nane au zaidi linafanikiwa ifikapo elfu mbili na thelathini. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufika katika banda la TANAPA kwenye maonesho yanayoendelea huko Dimani, Wilaya Magharibi B, Mkoa wa Mjini Magharibi, Kamishna wa Uhifadhi wa TANAPA, CPA Mussa Nassor Kuji, amesema ushiriki wa shirika hilo katika maonesho hayo unalenga kutangaza vivutio vya kipekee vilivyopo katika hifadhi za taifa pamoja na kuhamasisha utalii wa ndani kwa Watanzania. CPA Kuji ameeleza kuwa TANAPA ina dhamira ya kuhakikisha Watanzania na wageni kutoka mataifa mbalimbali wanatambua na kufurahia rasilimali za asili zilizopo nchini, huku akisisitiza kuwa hifadhi hizo ni urithi wa taifa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Aidha, ametumia fursa hiyo kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wa Bara na Visiwani kutembelea hifadhi za taifa, akibainisha kuwa gharama nafuu na mazingira salama yameendelea kuwekwa ili kuwahamasisha wananchi wengi zaidi kushiriki katika utalii wa ndani. TANAPA kuja uh, kwenye maonyesho haya ni kuja kwanza kutangaza vivutio vyake zio vya nchi zima na kujaribu kuhamasisha utalii wa ndani ambao pia e, ikitokea kwamba utalii wengi unakwama, basi bado shirika linaendelea kupata mapato kutegemewa na utalii wa ndani. Napenda kuwahamasisha si wa Zanzibari pekee, na wananchi wote kwa ujumla kwamba hifadhi za taifa zipo kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo. Kwa hiyo nawakaribisha sana kutembelea hifadhi za taifa, sio e, tu sio tu kuja kuangalia vilivyopo ndani, bali na kuangalia fursa zingine za so uwekezaji ambazo zinaweza kuwakwamua wananchi katika e, maisha yao ya sasa hivi. Akizungumzia filamu ya The Royal Tour, CPA Mussa amesema filamu hiyo iliyochezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dr Samia Suluhu Hassan imeongeza kwa kiasi kikubwa mwamko wa watalii wa ndani na nje ya nchi pamoja na wananchi kutembelea hifadhi za taifa, jambo linaloonyesha matokeo chanya ya jitihada za kuitangaza Tanzania kimataifa. Sana manisemi. ambalo ndio wito wangu niseme kwamba baada ya mm, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kucheza filamu zake zile mbili The Royal Tour na The Amazing Tanzania, kwa kweli kumekuwa na mwamko mkubwa, mkubwa wa wananchi kutembelea hifadhi zetu na ujio mkubwa wa watalii kutoka nje. Sasa sisi TANAPA, ndoto yetu sio tu tumefurahia tunafurahia ujio wa watalii na sio tu tunafurahia kuongezeka kwa pato la, la taifa. Ndoto yetu hasa ni kuiona hiyo e, Royal Tour inaingia mpaka Zanzibar, ndio wetu mkubwa wa kuja kupata maoni, mawazo, miamko ya Wazanzibari kuhusu iwapo watarizia tuanzishe hifadhi za taifa Zanzibar, ikiwa maana yake ni Unguja na Manguja na Pemba, hata Tumbatu. Tanzania maana yake ni Tanganyika na, na Zanzibar, sio maana, fursa zilizoko bara ni fursa zilizoko nchi nchi nzima. Kwa hiyo ni kufuata taratibu, kufuata maelekezo, tena tungefurahi sana. Ameongeza kuwa TANAPA itaendelea kutumia majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kuhakikisha vivutio vya hifadhi za taifa vinazidi kutambulika, huku sekta ya utalii ikiendelea kuchangia pato la taifa na maendeleo ya wananchi. Mimi ni Lubna Kasto na hii ni mia moja nukta tisa Coconut FM.